Nuh Mziwanda ameweza kumwangukia Damo Platinum na kuweza kumuomba kwamba waweze kufanya e, bana wimbo wa pamoja. Sasa kupitia ukurasa wake wa Instagram aliweza kuambatanisha posti tatu ambazo kupitia posti hizo hapo, moja ya posti imeonekana ikiwa inasomeka hivi. Save me bro. e, bana nipo ghetto tumepishana miaka michache sana. Check your DM. Naomba uamue tufanye studio session. Zombie. E, bana, ni mdogo wangu sana na kashakuja kwenye kistudio changu e, kijitonyama Naomba nipe riziki bana, Mungu japo ndo anayetoa e, Mungu. Sasa huo ndo ujumbe ambao Nuh Mziwanda aliweza kupost kupitia ukurasa wake wa Instagram, akiwa anamuomba Diamond Platnumz wao wow, waweze kufanya jambo la pamoja, yani kama vile Diamond Platnumz, aweze kufanya wimbo pamoja na Nuh Mziwanda. Sasa moja kati ya jumbe pia ambayo Nuh Mziwanda ameweza kuitoa e, ilionekana pia kupitia ukurasa wake wa Instagram, pale insta story akiwa anasema kwamba Lion, e bana, nipo kwenye wakati mgumu please save me Lion. Ujumbe huo hapo. Sasa Nuh Mziwanda kama unafahamika kwamba alishawahi kuaga, ni moja kati ya maproducer ambao ni malijendi kinoma noma, na hata sasa hivi e bana, muziki wa Bongo Flava unamfahamu kama kama kama ni ligendi, kwenye masuala mazima ya ya utayarishaji wa wa wa muziki wa Bongo Flava. Na kama unafahamika kwamba hata pia Esto Kids, yeye, ebana, amemkuta ebana, Nuh Mziwanda, Nuh Mziwanda alianza, then Esto Kids Kids yeye yeah, yeye e e e bana bana amemkuta alianza then amekuja ku rise sasa hivi, amba, vizuri, sasa sasa sasa hivi hivi, generation ya maproducer ambao wanafanya vizuri kwa upande wa Nuh Mziwanda alionekana kupotea e bana Kino manoma kwenye muziki na baadhi ya watu wengi sana kuanza kuuliza kwamba amepotelea wapi. Sasa sasa hivi ameonekana kuendeleza mashambulizi yake ya muziki wa Bongo Flava, akiwa anamwomba Diamond Platnumz sasa aweze kufanya naye kazi ya pamoja kabisa, na kihistoria ya muziki ni kwamba Diamond Platnumz pamoja na e, Mziwanda hawajawahi kufanya kazi ya pamoja, lakini Nuh Mziwanda alishawahi kufanya kazi ya eh, Jike Shupa ambapo aliweza kumshirikisha eh, bana Alikiba, na kama unafahamu kwamba Alikiba pamoja na Diamond Platnumz ni watu ambao wamekuwa na uhasama kidogo eh, wamekuwa na tofauti za kutokuelewana kwenye muziki wa Bongo Flava, lakini aliweza kufanya naye kazi katika miaka ambayo imepita kidogo. Sasa moja kati ya vitu ambavyo viliweza kumfanya eh, bana Nuh Mziwanda kuweza kufahamika kwenye muziki wa Bongo Flava kwa hapa nchini Tanzania ni kulingana na zile track ambazo alikuwa akiziachilia kipindi hicho ambacho ziliweza kufanya vizuri kinoma noma. Sasa nataka ni kurudisha Kidogo e bana nyuma kidogo, nyimbo ambazo ziliweza kumfanya e bana Nuh Mziwanda kuweza kufahamika kwenye muziki wa Bongo Flava msondo ngoma ni moja kati ya wimbo ambao ushkufanya poa zaidi katika miaka ya nyuma kidogo mwaka 2014 tangu ambapo e, Numzi Wanda aliweza kuachilia wimbo huu lakini pia Jike Shupa ambao aliweza aliweza kumshirikisha Ali Kiba kufanya vizuri kabisa katika miaka ya mwaka 2016 lakini pia Kitu na Box ambao ambao aliweza kumshirikisha Ben Paul wimbo e, uliokuwa e, ni mwaka 18, dawe, mwaka 2018 Dawa ya 2024 Baba ya mwaka 2024 2222 e, kalewa ya 2023 lakini pia mabaya ni moja kati ya wimbo pia ambao sijako fanya vizuri kabisa. Kwa upande wa e, Nuh Mziwanda alionekana ni moja kati ya wasanii ambao wanaendelea kufanya vizuri akiwa kama ni msanii sasa, e, licha kwamba ana uwezo pia wa kuwa kama mtayarishaji producer wa muziki wa Bongo Flava. Tupe mtazamo wako kwa muda wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now. Uko na mtazamo gani kuhusiana na huu jumbe ambao Nuh Mziwanda ameweza kuandika kwa Diamond Platnumz akiwa anataka sasa support tuko kwa Damo Platnumz aweze kumsupport waweze kufanya kazi ya pamoja, e bana, Nuh Mziwanda pamoja na Damo Platnumz Up, upi mtazamo wako kutoka kipande chochote ambacho upo right now, drop comment yako kwenye cha comment hapo, usiache kusubscribe kwa taarifa kadha kadha, cha cha